Nikusema ukweli, hmm. tusipende kupepesa macho. Dese Mukwala ni mchezaji bora ambaye anastahili pongezi zote, anajua kazi yake, anaingia uwanjani kwenda kuifanya hmm. Kwa sababu leo tunaweza kusema kwamba Dese Mukwala ingekuwa amepata nafasi hata kwenye ligi, mpaka leo ingekuwa ni top scorer. anajua nini anachokifanya hmm. Kwani Ateba, kitu gani ambacho anakikosea? Yani, kitu gani ambacho kimekuwa tofauti ambacho mnakiona um, hakipo sawa, sawa kwa macho yenu nyie kama watu ambao mnafuatilia soka? Ateba hana maamuzi haraka. Hmm. Na Ateba anakuwa mzito kwa sababu ukiangalia wachezaji wa Ateba na Desi Mukwala, Desi Mukwala anarudi, anatafuta mpira, anakwenda kutafuta nafasi yake ya kuchukua goli mm. Ateba anachojivunia sana, anajivunia nguvu kwamba mimi nitasimama hata na mabeki watatu nitasimama nao, ninaweza nikawashinda nikaondoka sasa hmm. katika mpira wa kutafuta magoli unaweza ukasababisha timu isipate ushindi wa haraka. Sasa Mukwala anakuwa mtu wa kutafuta na kwenda kuliangalia goli liko wapi hmm. Sio kwamba tu amekuwa na wakati ambao si mzuri uh, kwa sababu nyie pia mlimuimba huyu Ateba uh, wakati huu akicheka na nyavu uh, mashabiki wa Simba wanasema hapa mshambuliaji yumo. Sio kwamba tu amekuwa na nyakati ambazo sio za mbwa. Atikisa kichwa <laughs> <laughs> <laughs> <Hey. laughs> inawezekana nyakati tu, una wakati mwingine, unajua hata sisi wenyewe kuna wakati tunakuwa una wakati mzuri kazini na wakati mbaya. Inawezekana anapitia kwenye kipindi kibaya, hapana, kwa uchezaji kwa Ateba mm. na wa Deze mm. Mukwala mm. Mukwala namba tisa yake, huwezi kumwona amezagaa tu golini pale, amekaa na mabeki, amekaa sehemu moja golini ilivyokuwa namuona namba tisa ya Uli Boko, ulikuta Boko anahangaika anarudi nyuma, na kachukua mpira hajulikani wapi, hata beki kuja kumkaba akimshtukia tu huyu hapa ameweka goli. Ndio zile za Ford, namba tisa anahitajika icheze kama anavyocheza Mukwala, sio ya Ateba. Ateba anazijizinga na mabeki kusema awami na mudu ile haipo Eh, kama kina Sembuli zamani, chukue mpira mm, hapa ni ngitepe. Mimi nikija mtu akikipiga mguu hakuna mpira. Sasa hivi inabidi uhangaike, kama vile inapopigwa kona unaona wachezaji ana kila mmoja anahangaika huko anahangaika huko mm, Ateba hana hizo. Sasa wakati mwingine pia, kwa sababu kila mwalimu anakuwa na namna yake y ya, ya, anavyoitengeneza eh, timu yenyewe mm, kwa kocha Fadlu ambavyo mnamuona eh, pengine anataka masraika wawe ni wa wakuangaika au anataka mchambuliaji ambaye atasimama kwenye eneo lake, ili nafasi zikitengenezwa, kwa sababu watengenezaji wa nafasi mkianza kuangalia, uh, kwa upande wa Simba wapo ni sahihi, wapo Ae. Lakini hata ukiwa, kwa sababu, tazama mechi nyingi za anazocheza Ateba anakosa magoli kwa anakosa kufunga kwa sababu gani? Time nyingine aikutana na marefa ambao wale wale, wale wanao kuwa namna gani, kila time anakuwa offside. Mm. Kwa sababu kumbe sawa kumbe swala sio kuhangaika eh, yeye, kwa sababu e, ye, uh, ma, mara kadhaa amepata nafasi akashindwa kuzibadilisha kwa magondola au makubwa. Ndio hiyo eh, anakuwa anaganda mm. Na sehemu moja, time nyingi unakuta kila kigusa mpira offside inapigwa, lakini mwenzake anakuwa na haha kila anakwenda mm. huko anafuata mpira anachukua anajaribu kutoa pasi, wakati mwingine hata assist anazitoa yeye hmm. Eh, tizama goli hili aliofunga, la goli la pili kwa wale Walabu tuliocheza nao, hawa watu tuliocheza nao tukapiga mbili. Almasi. Lilo goli liliopigwa pata, akapiga ile kichwa ile Ateba pale asenge kwenda hmm. hmm. hmm. kwa sababu ile imekuja na, mzee simu ya nyumbani unaita tukuruhusu tu kidogo hapo. Ah, iko sawasawa, haina shida yoyote. Basi unaweza usaidia pia ukaiondoa mlio, mm. hey, na, mlio. Sasa, sasa Ateba na Mukwala wana tofauti mkubwa sana wa uchezaji wao, sema tu sisi tumepishana kwenye mashabiki na wapenzi wote, kuna mwingine atasema Ateba mzuri zaidi mwingine atakwambia mimi hapana, simkubali, namkubali sana Mukwala. Kama mimi namkubali Mukwala sana ili ile mm. shambuliaji refu kuliko goli mm. tokea hata mara ya kwanza nilipokuja hapa nilisema mimi huyu mtu huyu mtu sema Simba tumvumilie eh, huyu tumvumilie. Ile bahati mara nyingi alikuwa anakuja anapiga, hata ile penalty alipiga akaenda kagonga, baada ya kuja penalty yake ya kwanza anapewa akapiga ka ikaenda gonga mwamba nguzo ikarudi, eh mm. lakini yule mtu kwa sababu timu ya taifa yenyewe tegemezi. Hebu tuongee, tuongee kwenye uhalisia, si tuko mezani hapa, tusiende na la mkumbwa. Hakuna hata mmoja ambaye anamwona kwamba Ateba ni miongoni mwa wachezaji wazuri kwenye meza yenu, wote mnakubaliana kwamba si mchezaji wa kiwango hicho. Hapana, Ateba ni mchezaji mzuri hmm. Ila ajewa kwenye mpira, kuna vitu huwa vinatokea wakati mwingine kwa wachezaji. Kwa mwono wangu mimi kwamba mchezaji akishasifiwa sana kwa nchi yetu hii anakuja kuwa anaruzu hasa. Hapo ndio dawa inatakiwa watu tuitafute nini. Mm, nakumbuka kuna mchezaji tulimchukua Simba mpaka jezi yake tuliinadisha, tuliuza shilingi, iliuza kipindi kile elfu hamsini. Nani huyo? Lakini alipokuwa namba tisa, alipoingia uwanjani kutupa matokeo mazuri in kidogo tu nani? Mavugo alikuwa Mavugo mm. Mavugo aliingia nchi hii na sifa kubwa, kama unakumbuka tumefanya promotion ya jezi yake kuinadisha Bunju, imeuzwa shilingi elfu hamsini kipindi kile. Lakini Mavugo alivyoingia uwanjani ikawa kacheza mechi mbili tatu, basi akarudi akawa. Wewe no, mimi nachosema Ateba sio mbaya, ila Ateba bado anatakiwa na yeye mwenyewe akae ajitasimimi ajitasi mwenyewe, haya mapungufu yanatokea kutoka wapi? mm. atapata majibu, atarudi kwenye nafasi yake mm. Bwana, mmemsikia hapa Ahmed Ali kile ambacho amekizungumza kwamba hali ya hewa kiukweli imekuwa nzuri leo, kumekuwa kuna jua limewaka, mvua hakuna, pengine inaweza ikawa na unafuu kwa kiwango gani kua kwenye mchezo eh, wa kesho.